Basi tunamshukuru Mungu wetu tena kwa wakati aliyotupatia kukutana asubuhi hii kwa ajili ya kunena na kumsikiliza Mungu akizungumza nasi A, tunaendelea na somo letu gharama ya kubadili utambulisho na sasa tena tunaweza tukachukua nafasi ya kuendelea kumsikiliza Mungu akizungumza nasi katika neno lake, na bila kupoteza wakati, tunapate ombi tena kwa ajili ya kuendelea. Asante Yesu, tunakushukuru kwa wote, tunashukuru kwa huduma ambayo umeendelea kufanya kupitia watumishi wako asante kwa sababu ya wema wako kutuamsha asubuhi hii, tunaomba endelea kuwa nasi, naomba unitumie mimi tu kama chombo kwa ajili ya wa watoto wako, waisikie sauti yako, kianza na mimi, maana ndivyo ninaomba nikiamini kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Jana tuliangalia maisha safarini, sehemu ya pili. <coughs> na kabla ya kuendelea mbele, leo tutaangalia tu kipengele kidogo kinachosema wakati unafikiri Mungu hayupo, wakati unafikiri Mungu hayupo au ha, wakati unadhani ya kwamba Mungu hayupo. Katika dondoo, nitaanza na dondoo moja sahau mbili katika kitabu hiki inasema, Yakobo na Rebeka walifaulu katika kutimiza kusudi lao, walifaulu kutimiza kusudi lao. Tunakumbuka ya kwamba injinia mpango kazi uliokuwa ukiendelea ni Rebeka, na kama sikosei au kama hatujasahau nilivyosema jana ya kwamba Rebeka alichukua nafasi ya Bwana akidhani ya kwamba kwa kila alichokuwa anakifanya ni kusaidia mibaraka hii isimkose, isimkose Yakobo. Kwa hiyo alichukua nafasi ya e Mungu. Sasa sikiliza, anasema Rebeka na Yakobo na Rebeka walifaulu katika kutimiza kusudi lao, lakini waliambulia tabu na huzuni tu, kwa sababu ya udanganyifu wao, Mungu alikuwa ametamka kwamba Yakobo angepokea haki ya uzaliwa. Neno lake lingetimizwa kwa wakati wake, iwapo tu wangemsubiri kwa imani afanye hivyo kwa ajili yao. Lakini kama walivyo wengi leo, wanaokiri kuwa watoto wa Mungu, hawakuwa tayari kuacha swala lile mikononi mwake, yaani hawakuwa tayari kuliacha swala mikononi mwa Mungu nasikiliza madhara yake hayalivyokuwa. Tunashukuru Mungu kwamba Rebeka alitubu kwa uchungu kuhusu ushauri mbaya aliyompa mwanawe, lakini Mungu alimsamehe, lakini kwa matokeo yake yalikuwa ni haya. Kwa tendo lile alilofanya uh, ilikuwa ni njia ya kutenganishwa naye, yaani toka udanganyifu ule ulipotokea na Yakobo alipopewa baraka, alivyomdanganya alivyomwambia akimbilie Harani, ilikuwa ni njia ya kutengana na mtoto wake. Hawakuonana tena mpaka Rebeka anakufa. Kitendo tu kimoja cha udanganyifu, alisamehewa, lakini ilikuwa ni njia ya kutengana. Hata hizo baraka alizokuwa anazikimbilia, anazo, huo mpango alioufanya ili mwanawe apate baraka Rebeka hakuwahi kuona wala matokeo yake hakuyaona. kaayo ya anasema Rebeka alitubu, lakini kwa kitendo kile anasema alitenganishwa naye na kamwe hakuona uso wake tena, kuanzia saa ile Yakobo alipopokea haki ya uzaliwa. Yakobo alisumbuliwa na hatia ya kujishutumu nafsi. Alikuwa ametenda dhambi dhidi ya baba yake kaka yake, nafsi yake mwenyewe, na dhidi ya Mungu. Katika muda mfupi tu, ndani ya saa moja, alikuwa amefanya kazi ambayo ingehitaji toba ya maisha yote. Tukio hili lilidumu katika kumbukumbu zake katika miaka iliyofuata, wakati ambapo njia ya uovu ya wana wake mwenyewe ilitaabisha roho yake. Sasa kakitendo haka E, Mungu akitujalia tukapata nafasi wakati mwingine tutajifunza. Kakitendo haka ndiko kanazaa kitu kinachoitwa taabu ya Yakobo. Kanaanzia hapa. Kwamba hili tukio ndani ya saa moja tu iligarimu toba ya maisha yote. Na tukio hili alilolifanya Yakobo lilikuja kuonekana vizuri na uovu wake mwenyewe ulitaabisha roho yake alipokuwa akipita katikati ya changamoto na wanawe walipitia njia hiyo hiyo. Sasa sikiliza, tendo moja tu la kutokuwa mvumilivu mbele za Bwana lilimwondoa Yakobo, likamtenga pamoja na mama yake, likamtenga yeye pamoja na familia yake kwa muda wa miaka takriban ishirini na tano. Tendo moja, kosa moja, hakuhitaji makosa mengi sana. Yakobo, kosa moja tu lilimfanya atengwe na familia yake. Na sasa kwa, koso, kwa tendo hili alilofanya Yakobo, alitoka mbele za bwa, mbele za mama yake za baba yake, kama jana tulipoishia kwamba alipowekewa mikono ya kwamba anakimbia sasa. Bwana anambariki nafsi yake. Alikuwa na sauti mbili zilizokuwa zikisikika, sauti ya mama iliyokuwa inasema moyoni mwake ya kwamba nenda kajitwalie mke, lakini sauti ya baba inatamka uh, nenda kapu, uh, sauti ya mama inasema uh, nenda kapumzike kwa muda mfupi urudi, hiyo asete alipoisema ule mama hakuiona tena. Yakobo alitoka machoni pa mama yake na hakumuona tena mama yake, na katika hii alipokuwa anawekea mikono eh, jana tuliishia hapo ya kwamba Yakobo alipokuwa anambariki Isaka, alipokuwa anambariki Yakobo, alikuwa anasikiliza sauti mbili zikizungumza ndani ya moyo wake. Kwa masikio anayesikia sauti ya baba ikisema nenda akapate mke na usijitwalie mke katika nchi hii, lakini ndani ya nafsi anayesikia sauti ya mama ikisema nenda akapumzike kwa muda mfupi, halafu tarudi, hasira ya kaka yako ishuke. Sasa kosa moja la kupita njia ya mkato linagharimu kumuondoa nyumbani. Na Yakobo anapotoka katika magoti aliyokuwa amepiga mbele ya baba yake, Yakobo alitoka akiwa amekata tamaa. Na sikiliza hapa, anasema alidhani kwamba alikuwa amekosa milele baraka ile ambayo Mungu alikusudia kumpatia na kwamba Shetani alikuwa karibu naye ili kushinikiza majaribu juu yake. Alitoka akiwa amekata tamaa. Sikiliza, unaweza ukatumia njia ya mkato ndio, lakini nikwambie madhara yake lazima ukutane nayo, lazima ukutane nayo. Na niwatie moyo, wacha Mungu, heri kumngoja Bwana akutendee kwa wakati. Na, wali na, mina, katika hii wanajifunza mambo makubwa sana kwamba Eh, unajua ni ujasiri wa namna ya pekee kabisa kwa mtu ambaye amepanda cheo kwa kumfanyia figisu mwenzake, na mwenzake akatimuliwa kazini au akashushwa kazini, yeye akapanda cheo, alafu anatokea mbele ya kanisa au mbele ya watu anasema, ninamshukuru sana Mungu, ameniwezesha nimepanda cheo, kwa kweli Bwana atukuzwe, wakati ndani ya nafsi anajua ni matokeo ya kufukuzwa ndugu yake kwa kile alichokifanya. Hiyo dhambi ni mbaya na itakula maisha ni mpaka pale utubu, lakini matokeo yake lazima uyapate. Nasema namshukuru Mungu sana vizuri, unasema mbele ya kanisa na no. Wengine wanaenda mbele zaidi, hata wakati wa ushuhuda ya meza ya Bwana, ushirika mtakatifu, anasimama na kusema niliwahi kukutana na mtu mmoja eh, ameuziwa aliuziwa kiwanja mahali fulani eh, mahali ambapo hapakuwa salama, kumbe alipokuwa ameuziwa ni sehemu ambayo barabara inapita, tanlod inapita hakujua, na ni mshiriki, na alikuwa ni shemasi mkuu, eh, barabara inapita pale. Sasa alipo, baada ya kununua, ndio anagundua ya kwamba ameuziwa sehemu ambayo e, barabara inapita. Sasa naye tena kabisa alikuwa amesimama mbele ya meza katika ushirika a mtakatifu au kwa wakati wa ushuhuda, akasimama anasema, kumbe. Akafanya zile process na yeye alipogundua, akatafuta mtu akamuuzia lile eneo bila kumwambia chochote na anapokuja kwenye ushuhuda anasema, kwa kweli namshukuru Mungu sana. Niliuzia eneo ambalo barabara inapita, na nikamwomba Mungu sana kwamba Mungu anisaidie kutoa huu mzigo, na mimi nikapata nikapata mtu mtu wa kumshikisha mm, nikapata mtu wa kumshikisha eneo. Nashukuru Mungu sana, amejibu maombi, nimemshikisha mtu naye atapambana na hali yake. Kwa hiyo Bwana Mungu anatenda. Huo ndio ushuhuda wa mtu wa Mungu mbele ya ushirika mtakatifu, na afsini mwake hana asiki chochote ya kwamba hapa kuna jambo limetendeka ambalo siro. Hiyo ni hatari kubwa. Na njia ya mkato siku zote itakutenga na ndugu, itakutenga na jamaa, kama sio ndugu wako, ndugu zako wa kuzaliwa, kama sio ndugu zako, kama sio wanao, itakutenga na Mungu, inakutenga na Mungu, njia ya mkato. Tumwache Bwana atende kwa wakati wake. Sasa sikiliza Walifaulu katika mpango lakini matokeo ya mpango wao ni hatia, ilijaa ndani ya mioyo yao badala ya baraka. Walitengana tena na mama yake, yani ni, ni kosa moja Yakobo linamtenga na mama yake. Sasa anapoamka pale katika magoti na anaposikia hivyo, Yakobo anakimbia. Kusoma kitabu kinaeleza vizuri, kitabu cha mwandishi mashuhuri anaitwa Mg White e, Wazee na Manabii anasema hivi: Usiku wa pili Yakobo alikimbia kutoka mbele ya baba yake bila kupumzika, na alipokuwa anakimbia, alijisikia kama mtu aliyetengwa na jamii, na alifahamu kwamba shida yote hii inampata kwa sababu ya njia yake potovu. Giza la kukata tamaa lilisonga moyo wake hata akashindwa kuomba. Hilo giza lilimfanya hata ashindwe kuomba lakini alikuwa mpweke mno kiasi kwamba alitamani ulinzi kutoka kwa Mungu kuliko ambavyo alikuwa amewahi kuhitaji. Yakobo alipokuwa anatoka mbele ya baba yake alitoka akiwa amekata tamaa. Ni kwa kosa moja tu linamuondoa na kumtenga pamoja na baba yake. Sasa sikiliza, ukisoma Biblia katika kile kitabu cha mwanzo mwanzo ambacho tulikuwa tukisoma, kitabu cha Mwanzo sura ya 28 kuna kuna maandishi, kuna neno la Bwana linasema hivi anasema katika hii habari <coughs> katika kitafungu lile la kumi anasema alikimbia kama eh, alivyosema jana alikimbia non stop. Anaakasema katika siku ya pili yake Berisheba nani, fungu la kumi ishirini na nane, kumi. Yakobo akatoka Berisheba kwenda Haran akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jiwa lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake akalala usingizi pale pale. Sikiliza, kwa kosa alilokuwa amelifanya alikimbia, na alipokuwa amekimbia alikuwa amechoka mno. Na asikiliza, sio uchovu tu, nafsi yake ilikuwa inauma mno, inauma mno kwa kile alichokitenda, na alidhani ya kwamba amefaulu, lakini kumbe alikuwa ameferi. Hapa kuna kitu cha kujifunza ya kwamba ahimidiwe Mungu, kwa sababu bado rehema zake zilikuwa juu ya Yakobo, rehema zake, na Bwana alikuwa anafungua mlango kwa Yakobo ili afanye toba ya kweli, afanye toba kwa kila alichokifanya. Na Bwana alikuwa pamoja na yeye, alikuwa pamoja. Ahimidiwe Bwana kwa sababu bado anap, anatupenda. Pamoja na yote ambayo tunayafanya, Bwana bado rehema zake ziko juu yetu, lakini rehema zake hazipo kwa ajili ya kutushinikiza sisi kufanya toba aa, rehema zake zipo zikifungua milango, kwa mikono yake Yesu Kristo kunyoshwa ili atushike pale tu ambapo tutakubali kufanya toba ya kweli. Mungu yuko tayari kutushika mkono. Yakobo alipokuwa anakimbia na alipotoka Berisheba alifika kamji fulani kanaitwa Ruzu, akalala mahali pale. Sasa sikiliza ujue ya kwamba kulikuwa na changamoto kubwa na mzigo mzito aliyokuwa nao, alichukua jiwe akaegemea, akapitiwa na usingizi mahali pale pale. Sasa sikiliza katika lile fungu la kumi na moja la kumi na mbili alipolala tu akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake, na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema: mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka, nchi uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Yakobo anapokimbia akiwa mpweke, akiwa amekata tamaa Habari njema ni kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Wakati unapofikiri ya kwamba Mungu hayupo, unaweza ukafanya vitu vya ajabu, ukizani ya kwamba Mungu hakuoni. Unaweza ukafanya mambo ukadhani Mungu hayupo, na ndio maana anamwambia Yakobo hata hapo ulipolala ni nchi yangu hii, nitakupa uh -huh. Sikiliza hizo ndio zinasema, hii nchi uilalayo nitakupa uh -huh na anaendelea anasema, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi. Sikiliza hii kumi na tano, anasema tazama, Bwana amesimama eh, juu, akasema mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka, nchi hii uilalayo nitakupa, litakupa wewe na uzao wako wakokanasema mimi ni Mungu, ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, sio Mungu wako. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, wa Isaka, nchi hii ilalayo nitakupa wakati ujao. Kwa hiyo mpaka hapa Yakobo, huyu Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka hajawa Mungu wake, na ndio maana hata Bwana anapojitambulisha anasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka nchi hiyo ilalayo nitakupa. Yakobo huyu, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka hakuwa bado ni Mungu wake, alikuwa ni Mungu wa wazazi wake. Na ndio maana hata Mungu anapojitambulisha, kwa nini anajitambulisha hivi? Anatoa nafasi ya toba ya kweli. Kwa Ibrahimu fungu la kumi na tano anasema niko pamoja nawe nitakulinda kila uendako. Na anapomlinda sio kwamba anamlinda kama mungu wake, <laughs> anamlinda kama mungu wa baba zake, ili atimize agano. Kuna nyakati ambazo Bwana anatenda ili atimize agano alilolinena kwa wazazi wetu, kwamba nitawabariki wanao, si kwa sababu sisi tumetenda. Anasema mimi nitakulinda, nitakuwa pamoja nawe kila uendako, maana yake utakapopiga kona kwenda kulia, niko na wewe. Usifikiri ya kwamba mimi nimekuacha, niko pamoja na wewe, ninakagua mwenendo wako, ninakagua. Ila tu pale utakapotubu na kushikamana na mimi, mimi nitakuwa Mungu wako, lakini kama hautashikamana na mimi, mimi nitakuwa pamoja na wewe, nitakutazama kila unapoenda. Sikiliza, Mungu yupo kila mahali sasa, sikiliza katika fungu la kumi na nane kumi na saba anasema Yakobo 16. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema e, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Kumi na saba. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Sasa sikiliza, tutaanzia hapo kesho. Anapoamka hakujua, ngoja kwa ufupi tu nikueleze. Mahali hapa alipokuwa amelala Yakobo na hili jiwe liliokuwa amelilalia katika kichwa alipokuwa amekiweka, ndipo ambapo Ibrahimu baba yake alijenga madhabahu ya kwanza pale hilo jiwe yalikuwa ni mabaki ya ile madhabahu iliyokuwa imebomoka. Kwa hiyo Yakobo alikuwa ameweka kichwa chake madhabahuni, na Yakobo hakujua pale alipokuwa amelala ndipo Ibrahimu baba yake alikuwa anatolea sadaka, na ndiyo maana alipolala pale alilala pale ambapo Bwana alitengeneza mahusiano yake na Ibrahimu, na ndio maana Mungu akafungua mlango na kumwonyesha mandhari. Yakobo anaposhtuka anasema, bila shaka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 ndipo Ibrahimu alikuwa anatolea sadaka, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Urushi. Mpendwa, unaweza ukakimbia ukadhani ya kwamba Bwana hayupo na mpango wako unaweza kuwa mzuri, lakini Mungu yuko pamoja nasi. Wito wake asubuhi leo anasema, niamini mimi niwe Mungu wako. Haijalishi umekosea kiasi gani, fanya toba ya kweli. Mimi niko tayari kushikamana na wewe, lakini usipofanya toba ya kweli usiporudi na kurudi katika njia ya kweli, mimi nitabaki kukulinda, nitabaki kukagua mwenendo wako. Lakini baada unapoungana na mimi, mimi nitakuwa Mungu wako na nitakushika mkono na nitakuwezesha. Bwana atusaidie. Wakati tunapodhani Mungu hayupo, ndipo Mungu yuko karibu na sisi sana, na Mungu yuko tayari kuwa Mungu kufanya ushirika na sisi, kwa sababu tua kumfungulia moyo wake. Yeye anajua ye, hatuwezi pamoja na yote, anajua hatuwezi lakini kwa kushikamana na yeye yeye atatuwezesha. Mungu atubariki. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni mwema. Tunaomba uwe nasi, tufundishe kujua ya kwamba uko nasi kila mahali tunapokwenda, uko pamoja na sisi. Hata mioyo yetu inapopata inakata tamaa, bado uko pamoja na sisi. Mungu tunaamini uko nasi, kwa jina la Yesu Kristo, amen.